Maamuzi kuhusu kijana wangu Peter Ambrose Lijualikali yamenifurahisha kwa sababu maamuzi ya mahakama ya Kilombero yalikuwa ni ya maonezi, hayakuzingatia mujibu wa taratibu na kanuni za uendeshaji wa kesi, kwa sababu yako mambo ya msingi katika shauri ya aina lolote ile ambalo mtu anatuhumiwa nalo. Sasa kulingana na taarifa ambazo wakili msomi Tindulisu ambaye amekuwa amesimamia kesi hii aliweza kuyasimamia na kuweza kuweka msingi imara katika kesi hii, na cha muhimu zaidi, alizingatia kiini ambacho kiliwafanya wao wakamatwe au wa, wa, wa, wapatiwe mashtaka kwa sababu ilionekana kwamba hati ya mashtaka na ushahidi uliopo katika uendeshaji wa kesi hii vinatofautiana. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni jambo moja wapo ambalo linaonyesha kwamba watu wengi wanapoteza haki zao, watu wengi wa, wanakosa jinsi ya wa kusimamia kesi kwa sababu hawaelewi wasimamia kwa jinsi ipi. Kwa hiyo mtu anapokamatwa, zaidi mashahidi ndio ambayo wanaweza wakufanya wewe uingie hatiani ama upatikane na hatia ama usipatikane, kwa sababu katika ushahidi kwa faa kama katika kesi kuna ushahidi wa askari sita wa polisi na ushahidi wa, wa raia wawili, lakini ushahidi wa askari sita ki mahakama ni ushahidi mmoja kwa sababu wote ulielemea upande mmoja na ukifuatilia ni kwamba walipata amri maelekezo fulani, lakini ule ushahidi wa raia wale wawili ulikuja kutofautiana na ule ushahidi wa askari sita. Sasa ndio maana ule ushahidi wa askari sita iliifanya ile mahakama ya Kilombero kutoa maamuzi kwa kuangalia upande mmoja, lakini katika mahakama hii ya rufaa wameangalia wakakuta kwamba ule ushahidi haukuweza kuunga mkono, kwa sababu ulitofautiana na ule wa askari, na kikubwa zaidi hati ya mashtaka ni tofauti na maelezo yaliyo katika maelezo ya awali yaliyosababisha kuhusu hawa watumiwa wawili, mimi ndio mama wa mtumiwa ambaye mheshimiwa ni, ni Peter Ambrose Lijualikali mbunge wa Kilombero atokea. Nimepokea vizuri sana, nimefurahi sana kwa sababu hata ndoto ambayo alikuwa yuko ndani, kwa kweli sikuwa na amani, nilikuwa na majonzi sana. Na baada ya kusikiza kesi ilivyoendelea ilivyoendeshwa, yani kwenye rufai, yani nimegundua kwamba kumfunga kwake akukuwa aku sahihi, ilikuwa kama kuna namna fulani tu ya mambo ya siasa, lakini si kwamba kosa lilikuwepo. Kwa jinsi ambavyo jaji alivyokuja kuielezea kui ile kesi yenyewe na mheshimiwa Tindulisu na hata wakili wa serikali mwenyewe, kwa kweli, ukweli ni kwamba alishindwa hata, hata jinsi ya kuweza kuitetea hiyo kesi, kwa sababu alikuta walivurugavuruga sana, nakuta hati ya mashtaka na mwenendo wa kesi wenyewe vitu vili tofauti. Alafu kama alivyokuwa kwa kiendesha sema yani hakimu alizingatia ushahidi wa upande mmoja tu wa polisi tu. Hakutaka kuangalia ushahidi wa wengine walio toa ushahidi upande mwingine. Kwa ni, ni yako kama mambo kama matatu hivi ambayo yalisababisha hii rufaa hii hukumu yake itupwe. Rufaa yake mwanangu aweze kushinda. Ah, sherehe yani sherehe hasa hasa Kilombero. Maana mimi mwenyewe hivi naambatana na mwanangu kwenda naye Kilombero kwenye jimbo lake. Naambatana naye kwenda naye Kilombero. Namshukuru Mungu sana, sana sana sana. Na mimi nampenda sana Yesu, nampenda sana Yesu. Nimekuwa nikilia na kuomba juu ya mwanangu. Japo sikuwa nasikitika sana kwa sababu najua hakufanya kitu ambacho ni, ni, ni cha kumsababisha afungwe, nilijua. Ndio maana hata nilikuwa sikitiki sana. Ingawa nilikuwa nasema yani mimi mwanangu uzao wangu kufungwa. Nilikuwa nasikitika kiasi fulani tu, lakini nikijua kwamba hakufanya kosa akubaka, hakupiga mtu hakufanya vurugu, hakufanya nilijua, hakufanya chochote ambacho nikibaya, ni kibaya cha kunihuzunisha. Kwa hiyo nilijua ni mambo ya siasa tu, na nikajua Mungu ni mwema atamtoa.